E hey, wadau, leo bwana, nataka niwafundishe jinsi ya kutoa password au niseme jinsi ya kubadilisha password kwenye kompyuta yako bila kuombwa password ya mwanzoni, kwamba unapokwenda kutoa password kule kwenye kuchange password lazima utaombwa password ya mwanzo uliyoiweka, ila hii njia nenda kufundisha leo Hautaombwa hii password ya mwanzo, ila utaweka password na ya, ya mwanzo itatolewa, itawekwa hii ulioweka kwa sasa. Tukai kwa pamoja, tukai kwa pamoja mpaka mwisho wa video hii. Asante, twende. Utakuja hapa kwenye this PC, then utabonyeza right click, then utakuja kwenye show more options utakuja hapo kwenye Windows 7 utawaenda tu moja kwa moja tu itakufungulia hii menu, ila kwenye Windows 11 sasa hivi ndo unakuta kuna option nyingi. Na Windows 10 na penyewe utaenda tu kwenye, moja kwa moja kwenye option kwao. Ukija hapa njoo kwenye manage, this PC utai, click, utai wait utaisubiri ifunguke then Ukifika hapa sasa, ndio utenda kufanya tukio lako la kubadilisha password. Utakuja hapa kwenye local users and groups, uta, utabonyeza hivyo. Ukishabonyeza hivyo itafunguka huku pembeni, umeona upande wa kulia vitakuja hivi, au ukibonyeza hivi vitakuja hapa chini. Kwa hiyo unaweza ukafungua design hiyo, ila wewe cha utaku, oh, kufanya utakuja hapa kwenye users utabonyeza baada ya kufungua hiyo folder ya users itakuletea hapa sasa account zako zilizopo, list ya account zako. Sasa account yako ambayo unahitaji yenye password unahitaji uibadilishe password, ndio utaenda utaiklik mara moja hivyo, na maanisha kwamba hapo utakuwa umeionesha au unahitaji kuifanyia mabadiliko. Kwa hiyo utaiklik hivyo kuna njia mbili, uje kwenye action hapa au bonyeza right click. Kwa hiyo hapa utabonyeza right click, ambao utakuja hapa kwenye set password, au uje hapa kwenye action. Baada ya kuibonyeza, unakuja hapa kwenye action, itakuleta kwenye set password. Ukija hapa, ukibonyeza, itakuleta kwenye proceed, utaiclick hapa, utakuja kubadilisha password zako hii nanjia na, na ukiklik tu hapa moja kwa moja ukaja hapa kwenye right click, ukabonyeza right click moja kwa moja then ukabonyeza set password itakuleta kule kule, njia ni ile. Sasa ukifika hapa hapa ndo utapoandika password zako moja kwa moja. Kwa hiyo hapa tutakifanya utaandika password, mfano mimi naandika matarimo, naweka password zangu naweka password zangu. Sasa password naweka hapa, niandike matarimo tena chini niweke matarimo, yani haivi nilivyoweka, nikiipa nikibonyeza okay itaniletea hii message hapa, inaniambia this the password has been has been set. Kwa hiyo tayari imesha setiwa. Kwa hiyo kwa kama kwa kuna password za mwanzo zilizokuwepo zitakuwa zimetolewa na kuwekwa password mpya bila kuombwa password za mwanzo ulizokuwa umeweka wewe. Kwa hiyo, kwa njia hii utakuwa umefanikisha kutoa hizo password za mwanzo na kuweka password mpya. Jamani, angalizo, tutumie vizuri elimu. Unapoipata elimu kutoka sehemu fulani, tutumie vizuri, tutumie kwa mabaya na usimfanyie mtu yaani, usimfanyie mtu yoyote ukafika, kwa sababu umeshajua hii njia haita kuomba password password ya zamani, ukaitumia ukaenda kumfungia mtu kompyuta yake. Kwa hiyo tutumie vizuri elimu, ili tuendelee kujifunza vizuri. Nawaombeni sana, tuwe wastaarabu tu kwa kutumia elimu vizuri. Unafundishwa ili uweze kutumia kompyuta yako vizuri, si kumfanyia mtu ubaya. Asanteni na washukuruni kwa, kwa, kwa kuendelea kufuatilia chaneli hii. Mwenyezi Mungu awabariki, asanteni sana.